Kwa kutambua mchango mkubwa wa wajasiriamali katika uchumi wa taifa letu, benki ya NMB inakuletea kadi ya wafanyabiashara SME Business Debit Card. Kadi hii ni maalumu kwa wafanyabiashara wote nchini Tanzania na inaweza kutumika ndani na nje ya nchi. Kadi itatolewa kwa wafanyabiashara ambao ni wanachama kwenye jumuiya za wafanyabiashara mbalimbali nchini na kwa wafanyabiashara wenye akaunti ya biashara na benki ya NMB. Nufaika na kadi hii kwa kujipatia faida zifuatazo: kutumia kadi hii kama kitambulisho cha wanachama wa jumuiya husika, na kupata taarifa za kifedha na mafunzo kupitia jumuiya zao, kupata huduma ya haraka yani fast track kwenye matawi yote ya benki ya NMB, kupata huduma kwenye hoteli za IHG, yani Intercontinental Hotels Group PLC ambayo ina zaidi ya hoteli elfu sita ulimwenguni, kwa punguzo la hadi asilimia 15. Kupata punguzo kwenye hoteli mbalimbali mbali mpaka la asilimia saba unapofanya booking na booking.com. Kupata punguzo la mpaka dola za Kimarekani mia mbili kwa kulipia tiketi za ndege ya kampuni ya Emirates mpaka tarehe 30 Septemba mwaka huu. Kupata wanachama wa MyUS Premium ambapo itampa mteja nafasi ya kufanya manunuzi kwenye maduka makubwa kama Amazon, Walmart na Ralph Lauren na kusafirisha mizigo kwa punguzo la mpaka asilimia 30. Bima ya safari kwa wafanyabiashara za mizigo yao wanaposafiri kwa shughuli za kibiashara. Kupata huduma za bima ya afya mfanyabiashara awapo safarini. Kufaidika na punguzo mbalimbali mbali zinazotolewa na benki ikiwemo punguzo za siku ya Ijumaa ya mwisho wa mwezi, yaani Friday. Kupata huduma ya business lounge katika viwanja vya ndege vilivyoteuliwa, kupata utulivu na mazingira rafiki kwa mikutano na maandalizi ya kazi, kuweza kutoa kiasi cha fedha kwenye ATM na kufanya malipo kwenye POS pamoja na kutoa fedha kwa wakala wa NMB. Fika katika matawi yetu kuweza kupata taarifa za huduma hii zaidi. Hii ni kwa ajili yako wewe mfanyabiashara, na NMB ipo kukufanya ufike mbali zaidi. NMB Bank karibu yako.